Kuanzia leo na katika milima hii tupo mpaka tarehe 23 zima ukiwepo, kama kutakuwa na badiliko. Tutakuwa tukizungumza kwa kina juu ya sakramenti za Kanisa, sakramenti za Kanisa. Bwana asifiwe. Amina. Eh, ya kwanza ubatizo, ya pili. Ya pili mmesikia, ya pili ni nini? Sio kipaimara <laughs> Ya pili ni nini? Sio nini? ipe imara ni ngapi? ya tatu. Eh, na sababu ziko wazi, sababu ziko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya <laughs> watajieni, ya nne ya tano ya sita ya saba tabia tu hapa, kipa imara kingine msahaulifu, mimi mzito. Sakramenti ni kitu cha duniani kiletacho neema ya mbinguni, kitu cha duniani kinachoileta neema ya mbinguni. Neema ni kule kupokea bure bila sharti. Yaani hakuna, hakuna malipo ni bure tu, sio kwamba umestahili sana, sio kwamba unafaa sana ha? Anakupa anayekupa hiyo ndio tunaita neema. Kwa hiyo ukiitwa neema, maana yake unayejitoa tu bure, lakini usijitoe kwa kila kitu, na vingine havitolewi bure. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema mana yake unapokea si kwa sababu umestahili. Tumesema sakramenti ni kitu cha duniani kiletacho neema. Katika ulimwengu wa Kikristo huwezi kuitwa ni Mkristo, huwezi kuitwa ni Mkristo isipokuwa kwa njia moja tu, nayo ni kubatizwa ama kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ama kwa jina la Yesu Amen. Amen. Kwa kuwa sakramenti ni kitu cha duniani kiletacho neema ya mbinguni, na kwa kuwa ubatizo ni sakramenti, kwa maneno mengine, katika huo ubatizo kuna kitu cha duniani kinachoileta neema ya mbinguni Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sote tunafahamu kwamba Mungu alipoumba ulimwengu baadaye akamuumba mwanadamu akamweka mahali penye utukufu sana, akampa vyote alafu akamwambia mengine yote aweza gusa, ila matunda ya mti huu usiguse, maana siku utakapogusa hakika utakufa. Akaja yule bwana mdogo kama kawaida yake akaweka ushawishi eti hivi ndivyo Mungu alivyosema, msiguse wala msi, msile, msile wala msiguse? Ndipo mwanadamu yule wa kike akajibu, sisi hatukuambiwa hivyo, ila Mungu alisema tutakapogusa na kula haya hakika tutakufa. Ndio bwana mdogo akamwambia, huyu Mungu wenu anawapenda sana anawapenda sana, lakini hivi hamjui kwamba hapa amewawekea mtego? Maana siku mtakapoonja kidogo tu mtafanana naye, kwani hamtaki kufanana naye? Wakasema tunataka sema, sasa ni muone. Wakachukua wakala, walipokula wakajikuta wako uchi, wala hawamwoni tena. Alafu anatembea jioni kwenye bustani wanasikia kichaka, kichaka, wanaanza kukimbia. Baadaye anaita Adamu, Adamu, Adamu. Anaitikia eh, anaulizwa, uko wapi? Nikawa nasikia kwenye msitu ukitembea, wasikia kama kuna anayekufukuza nyuma. Akambia, niko huku, nimejificha. Akambia, nani kakwambia umejificha? Umekula tunda nilokwambia usile. Akasema, si mimi, ni mwanamke. Shida ikaanzia pale. Mwanamke naye anaulizwa, nyoka kanipa. Shida ikaanzia hapa. Kile tunachoambiwa usifanye ndicho tunachotaka tufanye. Hata mwanao kumwambia we usichukue sukari ni kama umemwambia chukua, ndiyo yeah. Eh. Sasa akaingia huko, wakamkosa Mungu. Kule kumkosa Mungu, mwanzoni waliumbwa, maana Mungu alitamka wazi tu tumfanye mtu kwa mfano wa nani? Manake tayari walikuwa wanafanana na nani? na Mungu mwenyewe. Hapa mwovu anakuja anawaambia kila mtafanana na nani? Wakawadanganya, wakaingia kwenye mtego, na walipoingia kwenye huo mtego, Mungu akatafuta mpango wa kuwarudisha, na mpango huo sasa ndio ubatizo. Akamleta Yohana kwanza Yohana akawabatiza watu wengi, akabatiza mpaka na huyu Kristo mwenyewe atakayekufa msalabani. Ingawa yeye huyu Kristo hakumkosa Mungu, lakini alifanya ili sisi tupate njia ya kupita. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Onyeshwa, <coughs> aliyebatizwa katika miongoni mwa mitume ni wawili tu, Barnaba na Paulo. Amen, Amen. Wale wengine kumi na moja walibatizwa na nani na wapi? tukimwondoa yule, bila shaka walibatiza wakati wali wa ubatizo wa Yohana mbatizaji, na walizamishwa. Na ndio maana hata mitume alipokuwa akisafiri ya wadahoji watu, mlibatizwa kwa ubatizo gani? Watu wakasema wa Yohana mbatizaji. Kwa hiyo ubatizo wa kuzamisha pia ni sahihi, lakini kwa mtu ambaye hakuwa amebatizwa kwanza. Amen. Amen. Amen. Kwa mtu awayeyote yote asikudanganye. Ukisha kuwa umebatizwa, umebatizwa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Katika sakramenti saba tulizo nazo, sakramenti tatu peke yake hazirudiwi. Tatu hazirudiwi. Ya kwanza ni ubatizo. Ya pili ni daraja takatifu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ya tatu ni ndoa takatifu. Hazirudiwi. Kipaimara yaweza kurudiwa. Mpako mtakatifu, unaugua hapa tukakupaka mafuta halafu ukapona, ukaugua tena tuweza kukupaka tena. Toba kila, kila siku lazima tuungame. Lakini ubatizo ni mara Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Wangapi mshabatizwa mara ya pili? Usiogope. <laughs> wanaogopa kusema, na ndio maana sasa, ikitokea umehama umehamishwa, hivyo ulivyohamishwa, alafu akatujia atumishi, jamani, tuna mtu huyu anataka kurudi. Sisi tukirudi huko, hatukubatizi tena, tunakuambia tuweni, kondoo uliyekuwa umepotea, karibu nyumbani kwa Bwana maana ushabatizwa, hata kama utakuwa umehamishwa ukaingizwa katika imani nyingine, uislamu au Sabato, ukirudi hatukubatizi tena, tunakuungamisha tu, maana tayari wewe uliukana tu msalaba. Kwa hiyo nikukumbushe, kwa kuwa kuna vile vitu saba vya duniani hatuvirudii katika vile vitu saba, vile ambacho kinarudiwa rudiwa, rudiwa ni maji ya utakaso, unisafishe kwa hisopo, mara baada ya ungama.